Mimi nakushukuru sana, asante watu wote hapa, nashukuru. Lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya ambacho yeah. Mimi nakupongeza sana, shukrani sana kwa wale jamaa ndani. Bakteria, Bakteria, Bakteria. Yeah. Na nakumbuka mimi nibatika watu ambao niliona ile tukio kabla kujili posti, kwa sababu kuna mimi nimeshangaa tu gafa, umeenda saa ngapi kweli kweli, inaonyesha nataka moyo mtu kutoka hapo hapo, na na mimi nikakwambia kama bwana

ila ya Bakteria hapa jamani, tunashukuru, mi nakushukuru sana. Asante sana. Watu wote hapa nashukuru, lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya ambacho, yeah. Mi nakupongeza sana. Shukuru sana. Shukuru sana. Bakteria. Bakteria. Yeah. Kwa ule jamaa nani Bakteria, nakumbuka mi nimbatika wa watu ambao niliona ile tukio kabla

Yo guys ebana yeah. Bakteria hela yeah. ya Bakteria hapa jamani tunashukuru sana, sijui niseme yeah. nashukuru kiasi gani hela hapa jamani, katoa Diamond Platnumz, Simba kwa ajili ya Bakteria. Tumwombe Mungu, oh, hende, shukran, bibe, sana kapone, sijui niseme eh, nashukuru kiasi gani. Hapa jamani, jamani Diamond Platnumz Simba kwa ajili ya Bakteria sana gani Hela hii hapa jamani, hapa Diamond Platnumz Simba kwa ajili ya Bakteria. Tumwombe Mungumzetu aende aabie, apone habibana. Sisi tunakutakia la heri, na mimi kipata wasaa naenda kumtembelea ah.